Katika taarifa ambayo imetolewa na Mwananchi uh, wametuhabarisha ya kwamba hali ya usafiri katika eneo la Shekilango uh, jijini Dar es Salaam imekuwa changamoto huku idadi ya abiria wanaosaka safari za kwenda mikoani ikiongezeka mapema kuliko ilivyozoeleka miaka ya nyuma na hii ni, ni kwa zile safari ambazo za mikoani kwa wale watu ambao wanasafiri kutoka Dar es Salaam kwenda mikoani huku wakisema kwamba changamoto hivi sasa imekuwa kubwa sana kwenye kupata usafiri. Lakini wameandika pia kusema uh, kwa kawaida misururu ya abiria huanzia Disemba 20 kuelekea siku za Krismasi na mwaka mpya. Hata hivyo, safari hii msongamano huo umejitokeza mapema, jambo lililowashangaza hata wasafirishaji wa magari ya mikoani katika eneo hilo maarufu kwa vituo vidogo vya mabasi na ofisi za makampuni ya usafirishaji. Hali ya hekaheka imetawala kuanzia asubuhi ya, ya leo Jumatano, Disemba 3, 2025, huku foleni za abiria na magari zikisababisha usumbufu na kukwamisha huduma za usafiri. Baadhi ya wananchi waliozungumza uh, na mwananchi wamekiri awali walipanga usafiri baadaye, lakini wameamua kuondoka mapema kufuatia tetesi za mitandaoni kuhusu yanayohofiwa yanaweza kutokea 9. Hivyo wamesema hawataki kuhatarisha safari zao au kuhofia kukosa usafiri endapo hali ya usalama itabadilika. Wengine wamedai taarifa zinazosambaa mtandaoni zimeongeza na kuwa kutafuta usafiri mapema na hadi saa tano asubuhi wengi wa abiria Shekilango wameongeza shinikizo kwa watoa huduma za usafirishaji, huku wamiliki wa magari wakilazimika kuongeza safari ili kukidhi mahitaji, jambo wanalofurahia kwa kuwa wanaongeza kipato. Hiyo ni taarifa ambayo imetolewa e, na Mwananchi wa kile ambacho kinaendelea hivi sasa mkoani Dar es Salaam kwa hali ya usafiri kwenda eh, mikoa tofauti tofauti ndani ya nchi ya Tanzania. Tupe maoni yako wewe pia, ni kipi ambacho anakifanya zile safari za kusubiria, eh, mwisho wa mwaka tunasubiria ama tunaondoka mapema, eh, kwenda kuanzia sikukuu na kusherehekea mapema zaidi? Tuandikie comment hapo chini, halafu nenda katufuate pm kwenye mitandao yetu ya kijamii tunapatikana.